Awali viwanja hivyo vilipimwa mwaka 2002 na, na 2003, lakini hati za ardhi hazikutoka, na mwaka 2019 wakarasimisha tena, jambo ambalo linaonekana kutotambulika na hivyo wananchi hao kukosa hati hizo. Ni muda mwingi sana mmepita. Uh, sisi wananchi wa, wa Buyuni kwa zoo hatujapata uh, hati zetu hati miliki uh, serikali tuangalie wakazi wa Buyuni hapa. Hati ni kitu cha msingi sana na ni haki yetu kuzipata. Kwa hiyo tunaomba watupatie. Sisi tunaamini ni serikali inayosema, sasa yale anayetamkwa kwamba utapata kitu fulani kwa namna tulivyopima hapa tuwe tumepata vile vitu ambavyo vimetoka mdomoni mwa watu, kuliko kutuandikisha alafu baadaye tupate kile ambacho tumeandikishwa. Kwanza ambazo tulichukua, tuliandika barua kwa mamlaka ya uwanja wa ndege kuomba ramani namba 87 ifutwe lakini majibu ambayo yalitoka uwanja wa ndege wakasema wao katika vi lamaniza, yani viwanja lamani ambazo walishatoa walishagawa kwa wahusika, kwa hiyo hawahusiki na ufutwaji wa hiyo lamani. Ikabidi sasa tuangalie kwa kina changamoto ni nini, tukagundua katika lamani hiyo imeingia katika mitaa miwili, mtaa mtaa wa Zavala na mtaa wa Buyuni. Kwa hiyo katika lamani hiyo 87 wakiamua kufuta, maanake itafuta mitaa yote miwili hata hivyo Naibu Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Godfrey Pinda amesema tayari swala hilo lipo wizarani kwa ajili ya utekelezaji wake, namnukuu: ni kweli tuna taarifa zao na kupitia sera mpya ya ardhi ya taifa tutakwenda kuwarahisishia kufanikisha umilikishwaji wa viwanja hivyo hapa wizarani. Ni majuzi tu Rais Samia Suluhu Hassan amezindua sera mpya ya ardhi ya taifa ya mwaka 1995 ambayo inakwenda kutatua asilimia 75 ya eneo ambalo hadi hivi sasa halijapimwa kwa nchi nzima. Kutokupewa nakala ya hati na kutotambulika kuna nyima fursa, serikali kukosa kodi inayotokana na kutambuliwa kwa ardhi hiyo. Joseph Mpangala, Azam News, Dar es Salaam. <muchos>